Leo naomba nizungumzie jinsi gani ambavyo kijana anaweza akanufaika na asilimia kumi ya mapato ya ndani ambayo inatengwa na halmashauri kila mwaka, si ndio hivyo? Ndugu zangu, cha kwanza, ili kijana aweze kunufaika na asilimia kumi ya mapato ya ndani ambayo yanatengwa na halmashauri, cha kwanza lazima vijana mtengeneze kikundi. Tutengeneze nini? Kikundi, si ndio hivyo? Vikundi hivi vipo katika makundi makuu matatu. Kundi la kwanza ni vijana, kundi la pili ni wanawake na kundi la tatu ni walemavu. Tumeelewana. Vijana ni kuanzia miaka 18 mpaka 45, wanawake wenyewe ni kuanzia miaka 18 na kuendelea hawana kikomo, na walemavu ni kuanzia miaka 18 na kuendelea hawana kikomo. Kwa vijana ni kuanzia watu watano na kuendelea, kwa wanawake ni kuanzia watu watano na kuendelea, kwa walemavu ni kuanzia watu wawili. Lakini ikitokea yuko peke yake na ikionekana hakuna mtu mwingine wa kuungana naye, basi atapewa mkopo. Tumeelewana hasa. Mkishaunda kikundi nini kinafata? Mkishaunda kikundi kuanzia watu watano na kuendelea, mnatakiwa muende mamlaka ya serikali za mitaa kwa mtendaji wa kata au mtendaji wa kijiji. Tumeelewana ndugu zangu? Mkienda kwa mtendaji wa kata au mtendaji wa kijiji, yeye ataandikia barua ya utambulisho kuwa watu hawa mimi nawafahamu ni wakazi wangu. Tumeelewana. Mkishapata barua ya utambulisho mnaandika barua ya kuomba kusajiliwa kikundi. Tumeelewana, ambayo barua ya kuomba kusajiliwa kikundi mtaielekeza kwa mtendaji wa kata au wa kijiji, lakini pia kupitia ofisi ya maendeleo ya jamii tumeelewana ofisi ya maendeleo ya jamii ndio ofisi ambayo inahusika katika kusajili vikundi vyote hapa halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Tumeelewana, ndugu zangu, mkishapata hizo barua mnaandika na muitasari. Muitasari inawasaidia nyie, muitasari manake mtaupata kwenye kikao, ambapo unawasaidia nyie kwamba ni kweli mlikubaliana wote kuomba mkopo au kuunda nini kikundi, isije katokea mtu akasema kwamba mimi sikuwa tayari, jina langu tuliliandikwa. Tumeelewana ndugu zangu, mkisha kuwa na barua ya utambulisho, barua kuomba kusajiliwa kikundi, ukisha kuwa na muhtasari, mnamwona afisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata. Tumeelewana kwa hapa Sikonge, ofisi zetu ziko hapo kwenye hiyo ofisi ambayo ipo ina, ina, inatazamana na jengo la kitesiero. Tumeelewana. Kwa hiyo mshauri wa mgambo mimi ni kuombe, kwa vijana ambao wako tayari waje tutawaelekeza na tutawapatia mbinu nyingi na jinsi gani waweze kupata mkopo. Tumelana, ndugu zangu.